Kinywaji chako pendwa cha Supa Komando ambao sasa hivi kimeongeza flavor nyingine ya berri kuweza kuendelea kukupa mzuka zaidi. Supa Komando Berri ni kinywaji kipya cha kukupa nguvu na mzuka kutoka SBC Tanzania. Aa, ni wale watengenezaji wako wa soda yako pendwa ya Pepsi pamoja na Mirinda nyeusi. Sasa unachagua zaidi kati ya original flavor ya Supa Komando na flavor mpya ya Supa Komando Berri, ambapo Supa Komando Berri ni flavor tamu itakayohakikisha inakupa nguvu wewe za kipekee na mzuka fulani hivi amazing kabisa, iwe ni kwa ajili ya kazi au michezo au masomo. Tata Supa Komando Berri sasa hivi katika chupa ya plastiki ya ujazo wa mililita mia tatu na niko shilingi mia tano tu, na hiki kinywaji by the way kwa sasa hivi kinapatikana katika mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro, Mbeya, Iringa, Njombe, Songea, Sumbawanga, Katavi pamoja na Songwe, na nilikuwa nakwambia wakati ambao unaenda kuwasalimia uh, watu nani, ndugu na familia mkoani unaweza ukabebea hii kama zawadi kabisa, si katika mikoa mingine hai, haipatikani eh. Hii ni Supa Komando Berri, bonge la mzuka. Kupata mzuka zaidi, tembelea tu page yao ya Instagram ambayo ni at @supakomando_tz at @supakomando_tz. Alafu tutakaa vizuri kabisa ha?